Marekani lazima ikomeshe mashambulizi yoyote dhidi ya Iran ikiwa inataka kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia, naibu waziri wa mambo ya nje wa Tehran ameliambia shirika la utangazaji la Uingereza, BBC. Majid Takht-Ravanchi anasema utawala wa Trump umeiambia Iran kupitia wapatanishi kuwa unataka kurejea kwenye mazungumzo, lakini haujaweka bayana msimamo wao kuhusu swala muhimu sana la mashambulizi zaidi wakati mazungumzo yanafanyika. Operation ya kijeshi ya Israeli iliyoanza mapema Juni 13 ilifutilia mbali duru ya sita ya mazungumzo ya siyo ya moja kwa moja yaliyopangwa kufanyika mjini Maskati siku mbili baadaye. Marekani ilihusika moja kwa moja katika mzozo kati ya Israeli na Iran wikendi iliyopita ilipoyashambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Iran katika shambulio la mabomu. Takht-Ravanchi pia alisema Iran itasisitiza kuwa na uwezo wa kurutubisha madini ya uranium, kwa kile inachosema ni malengo ya amani, akikataa shutuma kwamba Iran inaelekea kutengeneza bomu la nyuklia kwa siri. Alisema Irani imenyimwa ufikiaji wa nyenzo za nyuklia kwa mpango wake wa utafiti, hivyo inahitajika kujitegemea. Kiwango cha hilo kinaweza kujadiliwa, uwezo unaweza kujadiliwa, lakini kusema kwamba usiwe na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 Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.